Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali mali kinachotangazwa na Tan Business Channel siku za Jumatatu hadi Jumamosi saa tatu sa usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo katika kipindi chetu tutaangalia kuhusu swala la kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi wengine wanaita hardware. Kwa hiyo, nitakuelezea taratibu zote za muhimu za kutekeleza ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi ambayo itakuwa inapata faida. Tuanze namba moja. Kwanza kwanza inabidi ufanye uamuzi, ni aina gani ya duka la vifaa vya ujenzi au hardware unataka kuanzisha kwa sababu kuna aina za maduka mengi, kwa hiyo inabidi uamue. Kwa mfano mwingine anaweza akasema yeye anataka kuanzisha hilo duka kwa ajili ya mambo ya rangi tu, rangi za kupaka kwenye kwenye nyumba. Kwa hiyo yeye ana specialize kwenye rangi tu za kupaka kwenye nyumba. Mwingine anaweza akasema yeye anataka ku specialize kwenye mambo ya mbao tu, kwa hiyo anajihusisha ana, ana, ana, kwenye kuuza mbao kwa wale wanaotaka kujenga. Mwingine anaweza akasema e, ni vifaa vya mambo ya mabomba. Kwa hiyo kuna kuna maduka ya hardware ya aina mbalimbali, ambayo unaweza uka, ukafanya uamuzi wa kuanzisha, na mwingine ni mchanganyiko, kwa maana kuwa kunakuwa na mambo ya mbao, kunakuwa na mambo ya rangi, na wengine hata vifaa vya umeme wanaweka humo. Kwa hiyo fanya uamuzi kwanza, aina gani ya duka la hardware unataka kuanzisha. Sasa namba mbili, kinachofuatia ni eneo ambapo unataka kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo chagua eneo, chagua eneo ambalo unafikiri unaweza ukafanya biashara, ingawa baadaye kutakuwa na kigezo kama hicho, kigezo akitekelezeki basi itabidi uchague eneo lingine. Kwa hiyo namba mbili, chagua eneo gani uta- utafanya hiyo biashara. Namba tatu sasa ni swala fursa lazima uhakikishe kwenye hilo eneo uliochagua kuanzisha hiyo biashara ya hardware kuna fursa ya kufanya hiyo biashara. Nimeshazungumzia katika video zangu hata vipindi vya television, utaratibu mzima wa kutambua fursa, kwa kwa kwa hiyo hapa siwezi nikazungumza kwa sababu itakuwa ni nje ya mada ya leo. Kwa hiyo angalia kama hiyo sehemu kuna fursa ya kufanya hiyo biashara ya duka la vifaa vya ujenzi. Baada ya hapo, namba nne ni swala la wateja e, itabidi uchague kundi la wateja utakaowahudumia. Huwezi ukasema mimi naanzisha duka la hardware la wateja wote tu, utakuwa umefanya makosa. Taratibu zinazokubalika za kufanya biashara unateua kundi maalum la wateja ambao utakaowahudumia. Kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana, fanya uchaguzi wa kundi la wateja utakawahudumia. Namba tano. Sasa baada ya kufanya uchaguzi wa kundi la wateja, kwa kushirikiana na hao wateja, sasa unachagua aina ya bidhaa ambazo utakua unawauzia wateja. Kwa hiyo, namba tano ni swala la bidhaa ambazo utauzia wateja. Sasa hii uwezi ukakaa wewe mwenyewe nyumbani kwako unasema nitauza, nitauza, ntauzak. Hapana, kwa kushirikiana na hili kundi la wateja uliowateua ndipo utakapoweza kujua ni bidhaa gani ambazo zina, zina mvuto kwa wateja, ili usije ukajikuta unanunua bidhaa ambazo haziuziki, na hiyo inakuwa ni hasara kwako. Kwa hiyo ni namba tano. Sasa baada ya ku, ku, ku, ku, kuchagua bidhaa ambayo, hiyo ni namba tano. Namba sita sasa, maana tunazidi kusogea sasa kwenye kufanya kuanzisha hiyo biashara, inabidi utengeneze plani ya biashara sasa. Hii ni ya muhimu sana. Sasa unaweza ukatengeneza plani ambayo mimi ndio nasisitiza, lakini kishindikana sana, tengeneza budget ya kufanya hiyo biashara, kwa sababu plani au budget ndio itakayokuwa mwongozo wako, itakavyokuongoza tangu mwanzo mpaka unapoanza kuanzisha hiyo biashara. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na business plan, kwa sababu hii business plani ndio ambayo itakayokusaidia kuweza ku, kufanya mambo yako ili ufanikiwe kuanzisha hiyo biashara. Kwa hiyo business plan ni ya muhimu sana. Sasa tunazidi kusogea. Na, namba saba sasa saba ni kuwa swala mtaji aliepukiki, huwezi ukafanya biashara bila ya mtaji. Kwa hiyo kwanza kwenye mtaji, fanya makadirio ya mtaji unaohitajika kuanzisha hiyo biashara ya duka la hardware. Kwa hiyo ni na nahii pia nimeshaizungumzia, kuna vigezo vyake. Kwa hiyo fanya makadirio ya kiasi gani cha mtaji kinachohitajika. Lakini pia kuhusiana na mambo ya mtaji, ukishafanya makisio ya mtaji, sasa inabidi uangalie wapi utapata huo mtaji. Ni muhimu sana, wapi utapata mtaji wa kuanzisha hiyo hiyo biashara. Kwa hiyo hapo tumemaliza suala la mtaji. Sasa unaona tunazidi kusogea e, kukaribia kwenye kuanzisha biashara. Sasa baada ya kukadiria mambo ya mtaji, namba nane, inabidi uweke mfumo wa ambao utakao kusaidia kutengeneza hesabu za biashara. Hii ni muhimu sana, usije ukaanza biashara bila ya kuweka hesabu za biashara, kwa sababu hesabu za biashara zitakusaidia sana kufahamu kama biashara yako inapata faida, unapata hasara, kama madeni ya biashara yanaongezeka wanapungua, je mtaji nao unaongezeka wanapungua, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo namba nane, tengeneza mta, tengeneza utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara aidha uajiri mwasibu au uwe na consultant atakayekutengenezea hesabu zako na kitu kama hicho, hiyo ni namba nane. Sasa namba tisa kusasa, kusasa, kwa sababu sasa tunakaribia kuanzisha biashara tuanze kuangalia utaratibu wa kuanzisha biashara. Kwa hiyo namba tisa ni swala la kusajili hiyo biashara, unaweza ukasajili jina au unaweza kusajili kampuni. Kwa hiyo hiyo ni swala la kuangalia. Kusajili jina ni haina mambo mengi, unakwenda uh, Brela au unaingia kwenye mtandao wa Brela unasajili jina nafikiri shilingi kama elfu thelathini labda kuweka na gharama za photocopy na nini station na gas, kuweka kama elfu hamsini kwa ajili ya kusajili jina. Vinginevyo usajili kampuni. Kampuni na mambo mengi kwenye kusajili na gharama zake ziko juu kidogo, lakini uzuri wake ni kwa kusajili kampuni unakuwa umejijengea mazingira ya ku, kuaminika zaidi, kuonyesha kuwa huyu bwana ana kampuni kufanya ya kufanya biashara ya hardware. Kwa hiyo hata kwenye mambo kama unataka ku kuomba mkopo na vitu kama hivyo, wahusika wanakusikiliza, wana, wana zaidi ukiwa na kampuni kuliko na jina. Kwa hiyo hiyo ni, ni ni ni muhimu sana. Kwa hiyo ukitoka hapo sasa, bado tuko kwenye mambo ya kuanzisha biashara, unakwenda sasa eh, kwenye ku, ku TRA kupata TIN number na kupata tax clearance certificate. Kwa hiyo kwa kifupi ni kuwa kule TRA wanakupasisha kuwa mambo ya kodi umeweka sawa. Kwa hiyo ukitoka huku nakwenda e, kwenye mamlaka zinazohusika na kutoa leseni, na mara nyingi ni ofisi za halmashauri ya wilaya au ya jiji, na huko ndo nako kwenda kupata leseni au ngika, wakati mwingine hata wizara, inategemea na ukubwa wa leseni na huko mbini, wizara, na-, na unapata una leseni yako sasa. Umeshapata leseni, kinachofuata ni matayarisho sasa ya kuanza biashara. Kwa hiyo cha muhimu hapo ni kuhakikisha kuwa unatangaza biashara yako. Tangaza biashara, usianzishe biashara kimya kimya tu e, kama vile unaogopa washindani wako wasikufahamu. Jitangaze, piga kelele, washindani wako wakufahamu, lakini wateja pia wakufahamu na inasaidia. Kwa hiyo ni swala la kutangaza hiyo biashara, na mwisho ni kufungua panga. Siku ya kufungua hiyo biashara kuwe na kasherehe kadogo, sisemi sherehe kubwa, mimi sio muumini wa kufanya mambo ya kifahari. Kwa hiyo fanya kasherehe kidogo kadogo, ambapo utahusisha labda majirani zako hapo lakini pia labda wajumbe wa nyumba kumi labda watendaji wa kata na vitu kama hivyo Ikiwezekana, kama una mwanasiasa sawa, mweke kwa sababu kinachotakiwa ijulikane kwa upo. Kwa hiyo kwenye sherehe zako zipange vizuri, na hiyo itakusaidia sana, kwa sababu sasa wanasema wazungu create awareness, watu wanafahamu kuwa upo. Kwa hiyo nimejaribu kugusagusa kwa kifupi sana, haya ni mambo muhimu ambayo inabidi uyatafakari na pia kuyatekeleza kama unataka kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi au wengine wanasema biashara ya duka la hardware. E, naona niishie hapo. Naomba mwendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali kila siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa hiyo kila siku tunakuwa na mada maalumu tunayozungumzia, na leo tulikuwa tunaongelea jinsi ya kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi au wengine wanasema hardware. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena. Hii ni Tan Business Channel Online Television. Ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.